Hii leo Juni 17 mwaka 2025, makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Bara, John Heche alitarajia kufanya mkutano na waandishi wa habari katika hoteli ya Seashells Millennium iliyopo Makumbusho Dar es Salaam, lakini mkutano huo umezuiwa na jeshi la polisi kwa maelezo kuwa chama hicho kimezuiliwa na mahakama kufanya shughuli za kisiasa. Kufuatilia sakata hilo, Land Dwellers imezungumza na mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, Brenda Rupia. Kwanza ni kutaka kufahamu kama chama wamepokeaje hatua hiyo ya jeshi la polisi kuzuia mkutano huo na waandishi wa habari. Kwa kifupi, sisi haya mambo tumeyazoea, it's not, it's nothing new kwamba wanajaribu kutuziba midomo. Yaani mi sioni kulikuwa kuna mantiki gani ya kuzuia ule ile press ambayo angezungumza makamu mwenyekiti Heche, sijaona mantiki ya kuizuia. ni kwa kiasi gani hii inakandamiza haki zenu za msingi kama wanachama na chama kwa ujumla? In fact um, inakandamiza haki ya msingi ya binadamu yoyote pamoja na kwamba Heche ni makamu mwenyekiti wa chama, lakini yeye pia he's an individual, yeye kama Heche ana yake ambayo angeweza kuzungumza na by the way, walivyokuja pale kwa sababu mkutano wa Heche ulikuwa ume, ume, ume, ume, wanasema wamezuia mkutano wa Heche nikawambia it's okay. Basi mimi huu mkutano nauita kama mimi kama Brenda. Naita press conference, na nataka mzungumzaji awe Brenda, sio makamu mwenyekiti Heche. Na bado still wakaenda mbali, wakasema basi, Brenda, tunakuzuia wewe kufanya mkutano na waandishi wa habari. na waandishi wa habari, kuanzia hivi sasa naombeni mfunge vitu vyenu, sio sio, naombeni fungeni vitu vyenu, mtoke mahala hapa, hii ni amri na sio ombi. Ni hatua gani sasa mtachukua ili kuhakikisha kile ambacho makamu mwenyekiti wa CHADEMA Bara, John Heche alipanga kukizungumza, akiwafikia wa Tanzania na wale wote waliolengwa na ujumbe wake kuzungumza kwa Heche. John Heche hakuhitaji press conference, anaweza akazungumza kupitia jukwaa lolote, anaweza akazungumza kwenye madhabahu, anaweza akazungumza akiwa nyumbani kwake, anaweza akazungumza akazung kwa kwenda physical sehemu yoyote ambayo ina ina umati wa watu, nao akazungumza na message yake ikafika. Leo wamezuia press, lakini hawajamfunga hawaja, hawaja mdomo hawawezi kuzuia sauti ya ukombozi kwa namna kwa kutumia vyombo vya dola. It cannot be. Na huwezi ukamzuia, huwezi ukamzuia huwezi ukamzuia mtu kuzungumza forever. Mtazuia leo lakini kesho hawataweza, na wakimzuia Heche ataibuka mwingine atafanya press, ili mradi sauti yetu kama Watanzania ambao tunatafuta ukombozi itasikika. Unaliambia nini jeshi la polisi kufuatia hatua ambazo limechukua kuonekana kuwa nyima haki zenu? Mimi nawaambia jeshi wa polisi waache kutumika, waache kutumika na CCM, lakini waache kutumika na mwenyekiti wa CCM. Hizi teuzi zipo tu, lakini nchi bado itaendelea na Chadema ni chama ambacho kinangoja tu kuingia madarakani, one day tutaingia madarakani. Kwa upande wa wanachama wafuasi wa Chadema pamoja na wananchi kwa ujumla, unawaambia nini cha kuatia moyo, licha ya haya ambayo mmekuwa mkiyapitia? kwa upande wa chama na wanachama na wale wafuasi ambao wanakipenda chama na wanapenda wanapenda kutafuta ukombozi wa nchi hii, tunawaambia wasirudi nyuma. Kutafuta ukombozi haijawahi kuwa kazi rahisi, lakini wapo waliojitoa, na tunawasihi pia wananchi waendelee kukiunga mkono chama hiki. Ni kushukuru sana kwa muda wako, shukran sana. Naam, huyo alikuwa ni mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa Chadema Brenda Rupia akizungumzia sakata la makamu mwenyekiti wa Chadema Bara, John Heche kuzuiwa kufanya mkutano na waandishi wa habari hii leo. Hadi wakati mwingine, endelea kufuatilia Land Dwellers.